Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa ameyasema hayo alipokuwa anazungumza na wananchi wa kata ya Ololosokwan tarafa ya Loliondo wilayani Ngorongoro mkoani Arusha. Mheshimiwa mkuu wa mkoa huko hapa, hebu na kuagiza kuanzia leo, ulishakuja huko huku mara tatu nne tano, kaa na kamati hii, kaa na uongozi wa serikali ya wilaya ili mzungumze hili, lakini usimalizie hapo Waite wale waliowekeza kule, mkae kwenye meza ya duara, mfanye mapitio, tuondoe matatizo. Hatuwezi kuridhika kuona wananchi na hawa wawekezaji wanagombana, kwa sababu kila mmoja muhimu. Hawa wananchi muhimu, wawekezaji muhimu, na sisi serikali, ndio kazi yetu kuweka haya mambo vizuri. Haiwezekani tuwe tunagombana hapa kwa jambo ambalo tunaweza kulitatua. Baadhi ya viongozi akiwemo waziri wa mali asili na utalii, Mheshimiwa Profesa Jumanne Magembe, naibu waziri wa mifugo Mheshimiwa William Olenasha na mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo, wamemweleza waziri mkuu baadhi ya mambo yanayokwamisha utatuzi wa mgogoro huo kwa muda mrefu sasa. Mheshimiwa waziri mkuu, katika eneo hili tuna kuna serikali, tuna wawekezaji walioletwa na serikali, hapa kuna NGO ambazo kucha kutwa labda si zote, lakini zinafanya kazi kusukuma kusukuma watu wasifate, wasifate sheria zilizowekwa ndio zingine tulizonazo hapa, hata viongozi wake sio Watanzania. mmeonyesha dira ambayo wote tunafuata, kwamba kila wakati twende kwa wananchi, tukawasikilize, tuangalie changamoto zao, tujadiliane nao ili tuweze kutatoka pamoja. Mambo mengi yamekuwa yanapangiwa huko zalani, yanapangiwa Dar es Salaam, wananchi wamekuwa wahisi kama wanashirikishwa kwenye mchakato mzima wa kujua hatima ya maisha yao hatima ya wilaya yao na hatima ya eneo lao. A, tumekuwa na tabia hasa watu wa maliasili au hifadhi kuheshimu zaidi wanyama kuliko binadamu. Baadhi ya wananchi nao wakamweleza utayari wao wa kutoa ushirikiano wa kumaliza tatizo hilo. Katika mikutano yote tuliohudhuria, wananchi wametamka wenyewe kuwa tukikaa wenyewe na mwekezaji tuna uwezo wa kulitunza na kuhifadhi eneo hili kwa manufaa ya pande zote tatu, yaani serikali, sisi vijiji na mwekezaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu akiwa Loliondo pia amekutana na watumishi na kuelezea msimamo wa serikali. Na pia amefanya mikutano ya hadhara na wananchi na anaendelea na ziara yake katika wilaya ya Longido. Ni maelekezo ya serikali kuhusiana na mgogoro ambao umechukua muda mrefu ukiwasumbua wananchi wa na ukiwasababisha washindwe kufanya shughuli zao, ambao sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa wa maelekezo kwamba lazima umalizike na wananchi waishi kwa amani. Kutoka hapa katika kata hii ya Ololoso kwani iliyopo katika eneo hili la Loliondo, wilaya ni Ngorongoro mkoani Arusha. Mimi ni Astrid Mvungi wa ITV.